jaliwa kwa hivyo ukiambiwa uzungumzie kuhusu ndoa na mapenzi unapaswa kusema kuna ndoa mbili pale ambazo zimeangaziwa katika kitabu. Kuna ndoa ya Sara na Yona na kuna ndoa ya Neema na nani? Neema na Buju. Ukisema kuna ndoa hii ya ndoa ya, ya, ya kati ya Yona na Sara, utasema kuwa ndoa hii inaonyesha nini? Kwanza, ndoa hii inaonyesha kuwajibika kwa sababu uh, tukiangalia Sara amekuwa akimpikia mume wake si ndio? Amewajibika, na wakati hawezi kumpikia anaita nani? Dina asaidie. Pili, ndoa hii inaonyesha heshima kwa mpendo wako, ndio wenzi ule, ambaye unampenda unamheshimu. Pamoja na pale ambapo yona ni mlevi na anamtia aibu, yeye Sara amuumbui mbele ya wazazi, watoto wake si ndio? Anamwambia huyu ndiye mume wangu ambaye nilifanya nini? Nilizaliwa na anamwambia kuwa nilijaliwa. Na nashukuru Mungu kwa sababu amenijalia watoto ambao wana nini? Wana akili. Nakumbuka huyu mume wake ame analewa kabisa. Kwa hivyo yeye anaheshimu mume wake. Na hivyo ndivyo ndio inapaswa kuwa. Si kama babako analewa, leti chochote mamako anakuambia, angalia babako ndo huyo. Hakuna kitu ameleta. Huyo si hapaswi kuwa ndopatika ndoa. Kwa sababu anaharibu jina mbele ya mtoto si kwa nini? Kwa sababu siku hizi wazazi wengi wanafanya hivyo. Ipo si staili kuwa hivyo. Pia ni kielelezo cha cha ustahamala stahamala. Ni uvumilivu. Ndoa hii ya Sara inaonyesha uvumilivu. Tunaona Sara anamvumilia Yona wakati e, e, Yona anampiga si ndio? Anampiga kwa sababu ya kutopata mtoto wa, wa kiume. Pia zaidi unapaswa kueleza, anavumilia ulevi wa mumewe. Pia ndoa hii inaonyesha ushirikiano, wanashirikiana tunaona uh, baada ya ya Yona kufutwa kazi tunaona mkewe anaendelea na kulea watoto, na upande mwingine Yona anafanya nini? Tunaona uh, Sara pale analea watoto na pia anawasomesha. Upande mwingine tunaona kuwa Yona anafanya nini? Anashughulikia mambo ya ng'ombe na nini na shamba. Ndipo hapa tunaambiwa kuwa Sara anapeleka pia maziwa sokoni. Pia ndoa hii upande mwingine kuna migongoro na nimekwambia, migongoro ni kule kutoelewana hawaelewani wanabisha, hawaelewani kwa sababu ya mambo ya kitamaduni utamaduni. Unadhamini watoto wanakawia kupata nini, watoto, kwa hivyo jamii inawasema. Baadaye baada ya kupata watoto, badala ya kupata wanapata watoto samani, wanapata watoto wa jinsia moja ya kike, hawana mtoto wa kiume, jamii inaanza kuwasema tena. Na kwa sababu jamii inawasema, inamsukuma Yona, anaanza kufanya nini? Kumpiga mkewe, anampiga mkewe hadi mkiwa nazirai na jambo hilo ndo linasababisha yeye kushikwa na msongo wa mawazo. Baadaye pia uh, ndoa hapa tunaambiwa kuwa ndoa ina kuna umuhimu wa kunyenyekea katika ndoa, ili kuwe na na, na mahusiano bora. Ili watu wahusiane vizuri, lazima kuna unyenyekevu, na hapa ule ambaye ananyenyekea ni Sara. Huwa tunasema unanyenyekea kwenye ziugu, lakini tunaona Sara hapa ananyenyekea kwa mumewe ananyinkia kwa mume wake, kwamba hata anawaeleza watoto wake kuwa huyu ni mlevi ni mlevi wake. Iwapo anakosa ananyenyekea, wakati anamwambia mume wangu, lipi limeenda vibaya, si ndio? Haya, tusome kuhusu ndoa ya pili, na ni ndoa kati ya Buju na Neema. Uhusiano kati ya Buju na Neema unatokea kisadfa. Buju anamokoa Neema kutokana na ajali mbaya na kumlipia matibabu. Neema anaisimulia kadhia hii kwenye uzungumzi wake ukurasa 41. Ndoa hii yaelekea kujengwa kwenye misingi ya kulipia wema ambao Neema anatendewa ametendewa na Buju. Yamkini tendo la hisani ambalo Buju alimtendea linaziunganisha nyoyo zao. Hili linamfanya mahusiano ya wasomi hawa yasijikite kwenye usawa. Hata Neema anapokosewa na Buju bado anahisi kwamba yeye Neema alisaidiwa sana. Anajikumbusha jinsi Buju alivyomwokoa. Anauliza wangekuwa wapi isingekuwa Buju. Buju naye anajihisi kama aliyechangia zaidi katika uhusiano huu. Anajiona kuwa na nafasi kubwa katika maisha ya Neema kuliko hata wazazi wa Neema. Neema anapomwambia kwamba isingekuwa wazazi wake asingempata Buju, anamkumbusha Neema alivyompata akiwa maututi. Kwa hivyo ndoa hii kwanza inasababishwa na migo, ina migongoro, ina kutoelewana kwingi sana na kutoelewana huku kunasababishwa na nini? Jambo kuu katika ndoa hii ya, ya Buju na Neema ni kutoelewana, waelewani wanakinzana wakati wote na hii migongoro imetokea wapi? Jambo la kwanza ni kwa sababu ya taasubi ya kiume. Ni pale ambapo mwanaume anajiona ni bora zaidi kuliko mwanamke. Kwa hivyo taasubi ya kiume hapa inaonekana, uh, utamaduni una- unamweka unamkweza, uh, mwanamume na kumdunisha mwanamke. Buju anajiona kuwa kichwa cha familia, anashangaa kwa nini Neema ataki kuwa chini yake. Pili, kule kutoeleana kwao kunasababishwa na hali ya uhitaji wa familia ya Neema ambayo inamlazimu kuisaidia na mara nyingine kumwomba Buju msaada. Buju anamkumbusha kwamba ana majukumu mengi, kwamba amemwachia mshahara wake aupangie atakavyo. Hili linamtia Neema wasiwasi wasi, anakunda hata yona anagundua haya Neema anapomrudisha Sara nyumbani. Tatu, kuna jambo alilonasababisha wao kutoelewana, ni ule uafidhina wa Buju unaomfanya kushikilia utamaduni. Uafidhina ni pale mtu anashikilia mambo ya, yale yake ya asilia, hataki kubadilika. Uafidhina wa Buju unaomfanya kushikilia utamaduni kiasi cha kukataa kuishi na Sara akiwa mgonjwa. Neema anatoa rai kuhusu haja ya mabadiliko kwamba mila anazoshikilia Buju hazina nafasi katika maisha ya sasa. Anamwambia kwamba kuna familia ambazo zinaishi na wakwe wao hata katika nyumba ndogo kuliko ile ya Buju. Buju anamwambia kwamba utamaduni una nafasi yake. Anashiria kwamba hawezi kukaidi mafundisho ya mila zao. Kwa hiyo, muhafidhina ni mtu ambaye anafuata ana, ana, ana mila zao, unaelewa, yale mambo yao ya kiasili na ageuki ni muhafidhina kwa hivyo yeye kufukua na ule uafidhi na kufuata mambo ya mila zao ni jambo jingine ambalo linasababisha nini? Mgongoro kati yao kutoelewana kati yao. Jambo jingine linasababisha wao kutoelewana ni tofauti za kiusuli, yaani tofauti za sehemu ambayo wametoka. Unaona, wametoka wapi, wamezaliwa wapi? Pia linasababisha wao kutoelewana. Kwa mfano tunaona kuwa a, pale alikolelewa Buju haku haku hakumpa majukumu ya kuwatunza wazee wake. Kwa hivyo alikolelewa buju hakukumpa majukumu ya kuwatunza wazee wake, wazee wake walitunzwa na ndugu zake wakubwa. Neema kwa upande mwingine anahitajika kukidhi familia yake, kwani ndiye kifungua mimba. Hili inaleta kutoelewana. Neema anamwambia Sara na Asna kwamba kutoelewana kwao kunatokana na culture shock. Hapa tunaambiwa nini? Tunaambiwa kuwa tofauti za mahali wametoka, mali Buju ametoka ametokea, yeye hakusaidia wazazi wake kwa sababu yeye kwao, yeye ndiye mdogo, kwa hivyo ndugu zake wakubwa ndio walifanya nini, waliwasaidia wazazi. Lakini Neema hapa kama kifungua mimba ni anapaswa kufanya nini, kusaidia kule kwao. Sasa mambo haya yana- yanaleta kutoelewana kwa sababu kila wakati Neema anataka ongezewe pesa, wapi na Buju. Ila ni buju hata amuulizi mshahara wake anapeleka wapi, si ndio? Mm-hmm. Na anamshughulikia kila kitu. Kwa hivyo kule zile tofauti za mahali wametoka, kiusuli mahali wametoka pia zinaleta kutoelewana. Na mwisho tabia ya buju isiyotabirika, tabia ya buju ambayo itabiriki, huwezi ukasema buju ata, atafanya nini, tabia yake huwezi jua atafanya nini, pia inaleta kutoelewana. Unaambiwa, tabia ya buju isiyotabirika. Buju anamwambia Neema asimuhusishe na mambo ya familia yao. Hata hivyo, Neema anapopanga kumsafirisha mama yake bila kumshirikisha, Buju anateta. Kwa hivyo, Buju anamwambia Neema asimuhusishe katika mambo ya familia yao, si ni ile familia ya Sara na Yona. Lakini baadaye wakati anamwambia kuwa nampeleka mamangu nyumbani, si amepata matibabu, nitamrudisha nyumbani. Sasa Buju anaanza kukasirika, anasema kwa nini hujafanya, nini hujanihusisha? Sasa yeye, tabia yake haiwezi kutabirika. Pia hilo ni jambo ambalo linasababisha mgongoro, yaani kule kutoelewana kati yao wote wawili. Pia a, kutoelewana kwingine kunasababishwa na kutofichua yaliyo moyoni mwao. Tunaona Buju siku zote ananyamaza, hili linazorotesha mbinu ya masoalione kata yake na Neema. Neema anachelea kumwingiza katika mambo ya familia. Buju anayafasiri kwa namna nyingine, kama anayedhalilishwa. Neema anapong'amua tatizo hili, anasema hatarudia. Kwa hivyo wakati mwingi ukiona Buju siku zote ananyamaza, kwa hivyo hakuna mawasiliano. Na wakati wote ili ujue mtu anafikiria ni si lazima azungumze ndio jua anafikiria nini pia. Hawaelewani kwa sababu ya nafasi ya mtu binafsi, japo wote wawili Buju na Neema wako katika ndoa na wanapendana. Buju analinda nafasi yake katika familia, kila wakati anataka kumwambia kuwa yeye ndiye nani, ndiye mkubwa, yeye ndiye alimsaidia kumpeleka wapi hospitali wakati alimpata maututi, na ndio maana uh, wakati mwingi tunaambiwa kuwa daktari aposi kuhusiana na mgonjwa kwa sababu mahusiano hayo analeta shida, kwa sababu wakati si ulimsaidia atakuwa nakukumbusha wakati tu ulimsaidia. Sasa yeye alimwokoa kwenye ile ajali. Pia kuna shughuli za kujiimarisha kitaaluma. Uhuru alionao Neema wa kufanya kazi unamhitaji kusafiri, licha ya majukumu ya nyumbani aliyonayo na shughuli hii inaleta wao kutoelewana. Si tunaangalia kuwa uh, Buju anasema kuwa ndiye anamsaidia nani Lemi ujifunzaji pale nyumbani wakati wote, anasema kuwa nani Neema yuko wapi? Nje kikazi, si anasafiri kikazi mara kwa mara. Kwa hivyo mambo haya ndio yanaleta kutoelewana, anamwambia wakati wote hauwi hapa pia Neema anapomwomba Buju ampeleke Lemi out Buju anakataa. Anasema kuwa lazima atafute nini riziki, lazima afanye kazi, na nakutosababisha huko kutoelewana kwao, kwa, kwa sababu anasema mtoto hujampeleka out kwa kwa muda. Kwa hivyo hayo ndiyo mambo yako pale kuhusu ndoa, ndoa na mapenzi, unazungumza hizo ndoa mbili na unataja zile hoja ambazo nimekueleza. Kwa hivyo tuangalie maudhui ya ndoa kwa kijumla umetajua pale kuhusu tamthilia kwa kijumla, ni nini umeona katika ndoa? Kwanza ndoa pale, tunaona kuwa imepewa imepewa nafasi kubwa ku-kuendeleza kujiendeleza kikazi, ni chombo halali cha kuendeleza kikazi. Sara anaona watoto kama zawadi ya ushirika wake na Yona. Kwa hivyo e, e, ni si kikazi, ndoa inaonekana kama chombo muhimu cha kuendeleza nini? Kizazi. Ndoa kwanza inaonyesha lazima uwe katika ndoa ndio uweze kujifungua watoto na watoto wao waendeleze uko wenu, si ndio? Mm, ndio maana Sara anamwambia Asna aolewe ili ampe nani wajukuu jukuu. Kwa, kwa hivyo ndoa ni ya kuendeleza kizazi na ndio maana wakati Sara alichelewa kidogo kupata watoto watu walianza kufanya nini, kumsema. Wakati alichelewa kidogo kupata mtoto wa kiume wakaanza kusema nani atarithi nini mali ya Yona. Kwa hivyo ndoa ni ya kuendeleza kizazi. Wakati ambapo unaendelea unaeleza kuhusu ndoa pili, ndoa ni ya kukandamiza jinsia, na inakandamiza jinsia ya kike. Kwa sababu tunaona hapa Buju anamdhalilisha mkewe, anamdhalilisha mkewe, anamwambia kuwa nilikuokoa si ndio? Kumdhalilisha ni pale ambapo inakandamiza, kukandamiza mtu ni pale ambapo unamdhalilisha. Kumkandamiza ni pale unamuona kuwa hana thamana, unamuonyesha yuko chini yako, unamuonyesha hana maana. Kwa hivyo tunaona tunaona kuwa ndoa nyingi zinakandamiza jinsia ya kike. Kama ile ya Buju na nani? Neema. Na hapa Buju ndiye anakandamiza jinsia ya kike. Kwa sababu anamkandamiza nani? Neema. Anamwambia nilifanya nini? Nilikuokoa. Pili anamwambia kuwa mimi ndiyo nafanya kila kila kitu wapi? Hapa nyumbani. Anamkidhia mahitaji yote na hata amemnunulia nini? Gari na hata amuombi nini? Mshahara wake. Hata anamweleza kuwa yeye ndiye amemjengea nini? Nyumba. Kwa hivyo ni ya kukandamiza pia. Uh, ndoa ni asasi, inaonyesha utengano katika jamii, inaleta ndoa nyingi huleta utengano. Mfano mzuri, Sara anamwambia Yona kuwa wao wana bahati kuwa Neema anawasaidia, si ni msichana anawasaidia. Anasema kuwa ukisoma ukurasa wa tatu Neema a, a, Sara anamwambia Yona kuwa anasema kuwa wasichana wengi wakiolewa wasahau ndugu zao. Anatumia anasema utupa jogo na mti wake. Wakiolewa wanaso wanasahau familia zao. Kwa hivyo anamwambia Yona, tushukuru Mungu kuwa Neema anafanya nini? Anawasaidia. Kwa hivyo wale wasichana ambao wanaolewa nawasaidii familia zao, jambo hilo linaleta utengano katika familia kwa sababu ukiolewa, hata kama umeolewa, si unapaswa kusaidia familia. Kwa hivyo ndio maana tunasema pia, ndoa inaleta, baadhi ya ndoa zinaleta utengano pia. Mwisho pale ndoa, tunaona kuwa ndoa zinadhibitiwa na mwanamume, zinapaswa kudhibitiwa na mwanamume, kwa sababu tunaona pale uh, uh, Buju anamwambia Neema kuwa naona kuwa umeunda serikali kwangu, si ndio? mm. Sasa kuna mambo ambayo kuhusu ndoa ambayo ni muhimu sana, ili ndoa iweze kustahimili iendelee, kama ile ya Sara na Yona. kuna mambo ambayo anasisitiza Sara, anasisitiza mambo manne ili ndoa iweze kuendelea. Anasema kuwa changamoto, wakati mnapata changamoto yote katika ndoa, haipaswi kuwa haipaswi ku, ku, ku, ku, kuleta tamaa kukata tamaa, unaacha ndoa. Hapana, inapaswa kuwa funzo. Changamoto yote katika ndoa, yaani mnapata matatizo, si ndio? labda kuna uhaba wa pesa namuwezi mkalipie mtoto karo, au changamoto ya ndoa nyingine ilikuwa katika e, Sara na na Yona ni pale alifutwa kazi. Changamoto nyingine ni pale ambapo alikuwa nini, mgonjwa. si alikuwa mgonjwa? Kwa hivyo changamoto hizi hazipaswi kufanya ukate tamaa. Kukata tamaa ni pale kukataa kuendelea na nini, na ile ndoa, inapaswa kuwa funzo. Funzo pili, ile ndoa iendelee, haina haja ya kuogopa ndoa. Na hapa ni wakati alikuwa anamueleza Asna kuwa asiogope nini, ndoa asiogope ndoa kwa sababu anasema kuwa ndoa zimekuwepo tangu enzi za mababu. Ukisoma hamsini na tatu, zinakuwa hapo tangu enzi za mababu zao, na pia anasema kuwa kuna zile za kupigiwa mfano. Kuna ndoa ambazo ni za si zote mbaya, kuna ndoa ambazo ni za kupigiwa mfano, unaweza kufanya nini, kuzifuata. Na mwisho um, unaambiwa kuwa pilipili pili bado inawasha, lakini unafanya nini? Unaikula. Ndivyo nani anasema, ukurasa hamsini na nne Sara. Kwa hivyo ndoa inaweza kuwa kuna machungu pale, lakini bado unaingia katika ndoa.